Habari yako, ni wakati mwingine tumekutana tena. Mungu amenifikisha ameniwezesha nikaweze kukua na wewe na nikaweza kukusomea kitabu cha warawi Warawi 27, kitabu cha Warawi tumemariza hata kama hatukuianzia tumeimariza, lakini kuna kitabu tutaanza na nyinyi, inaitwa Hesabu. Hiyo kitabu tutaanzia pamoja na ninyi na tuka, tutaweza kuisoma na, ku, na tukaweza kuelewa maneno yenye yako pale yenye Mungu alinena na wana wa Israeli wakiwa katika Mount Sinai. Hii kitabu ya Warawi imetufu, imetufunza mambo mengi sana jinsi tunavyopaswa kuishi na zile vitu hatufai kukula na zile vitu tunafaa kukula. Ningekuomba tu kwanza tukaombe, ndivyo tukaweze kusoma hili neno Mungu wangu hakuna mwingine kama wewe, unayestahili sifa ni wewe tu. Mungu wangu mimi Magdalin si mkamilifu kamwe, hata kidogo. Wewe tu Mungu wangu ni wewe unayestahili sifa, hakuna mwingine kama wewe. Mungu wangu, naomba tu kaweze kuniosha na damu ya Yesu Kristo, nikaweze kukubarika kwa wana wako aa wenye ni wananitazama, wakaweze kuwa watoto wako, wakaweze kuwa wakikuja hapa kusikiza neno lako na kukujua zaidi. Naomba uwape roho ya upendo uwaguze mioyo yao wakaweze kukujua, ukaondoe chenye shetani ameweka yenye inawazuia wasikaweze kukujua, wa ili wakaweze kukujua zaidi, na ukiwakumbuka nitalinua jina lako, na nitasema ni asanti. Kumbuka hili neno lako, nilisomapo unipe hekima itokayo kwako, na ni katika jina lako takatifu nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Wacha nikalisome kisha bwana akanena na Musa na akamwambia nena na wana wa Israeli waambie hapo mtu atakapoondoka atakapoondoa atakapo nathiri hizo nafsi za watu zitakuwa kwa bwana kama utakavyowahesabia wewe na hesabu yako itakuwa kwa mtu mume tokea aliye na umri wa miaka ishirini hata umri wa miaka sitini hesabu yako itakuwa shekeri hamsini za fedha kwa shekeri ya mahali patakatifu. Kama ni mwanamke, hesabu yako itakuwa shekeri thelathini. Tena akiwa mwenye umri wa miaka mitano hata umri wa miaka ishirini, ndipo hesabu yako itakuwa shekeri ishirini kwa mwanamume na shekeri kumi kwa mwanamke. Tena akiwa mwenye umri wa mwezi mmoja hata umri wa miaka mitano, ndipo hesabu yako itakuwa shekeri tano za fedha kwa mwanamume na hesabu yako itakuwa shekeri tatu za fedha kwa mwanamke. Tena akiwa mwenye umri wa miaka sitini na kuzidi, kama ni mwanamke, hesabu yako itakuwa shekeri kumi na tano na kwa mwanamke shekeri kumi. Lakini kwamba lakini, lakini kwamba ni maskini zaidi ya kuhesabu kwako, ndipo uta utawekwa ndivyo atawekwa mbele ya kuhani, na huyo kuhani atamtia kima kama, kama uwezo wake huyo aliyeweka nadhiri urivyo ndivyo kuhani atakavyomtia kima. Tena kama ni mnyama na wanamna ambayo watu husongeza kuwa sadaka kwa Bwana, kila mmoja katika wanyama hao atakayetolewa kwa Bwana na mtu yeyote atakuwa ni mtakatifu, yeye hata mgeuza wala kumbadili mwema kwa mbaya au mbaya kwa wema, kwamba atabadili mnyama kwa mnyama yeyote, ndipo mnyama huyo na yule waliobadiliwa wote wawili watakuwa watakatifu. Na kama ni mnyama yeyote asiye safi, wanamna ambayo hawamsongezi hawa kwa Bwana, basi atamweka huyo mnyama mbele ya kuhani, mkuhani atamtia kima akiwa mwema akiwa mbaya, kama wewe kuhani utakavyomtia kima, ndivyo itakavyokuwa. Lakini kwamba ataka kumkomboa kweli, ndipo atakapompongeza sehemu ya tano juu ya hesabu yako. Na mtu atakapoiweka nyumba yake iwe wakfu kwa Bwana, na ndipo kuhani ataihesabu kima chake hiyo nyumba ikiwa njema ikiwa njema ikiwa mbaya, kama kuhani atakavyoihesabu kima chake ndivyo itakavyokuwa. Tena mtu huyo aliyeweka nyumba yake iwe wakfu, kama akitaka kuikomboa, ndipo atakapoongeza sehemu ya tano ya hiyo fedha ya hesabu yako, nayo na itakuwa mali yake. Tena kama mtu akiweka wakfu kwa Bwana sehemu ya shamba lake shamba la miliki yake, ndipo hesabu yako itakuwa kama kule kupanda kwake kulivyo. Kupanda kwake, homeri moja ya begu ya shairi kutahesabiwa kuwa ni shekeli hamsini za fedha, kwamba anaweka shamba lake liwe wakfu tangu mwaka wa Yubile litasimama vivyo kama hesabu yako ilivyo. Lakini akiliweka shamba lake wakfu baada ya yubilii, ndivyo kuhani atamhesabia hiyo fedha kama hesabu ya miaka iliyobaki hata mwaka wa jubilii, na kulihesabu na kuhesabiwa kwako kutapunguzwa. Na kama yeye aliyeweka shamba wakfu akitaka kulikomboa kweli, ndivyo ndivyo, ndipo atakapoongeza sehemu ya tano ya hiyo fedha na hesabu yako, nalo litathibitishwa na kwake. Lakini asipotaka kulikomboa shamba au kama amemuuzia mtu mwingine hilo shamba, litakombolewa tena kabisa, ila hiyo shamba litakuwa takatifu kwa Bwana litakapotoka katika yubilii. Kama ni shamba lililowekwa wakfu litakuwa mari ya kuhani. Tena kama akiweka wakfu kwa Bwana shamba ambalo amelinunua ambalo si shamba la miliki yake, ndipo kuhani atamhesabia kima cha kuhesabu kwako hata mwaka wa jubilii, naye atatoa siku hiyo kama hesabu yako, kuwa ni kitu kitaka kitakatifu kwa Bwana. Mwaka wa yubilii shamba hilo litarejelea kwake huyo ambaye alinunua alinunu, ule ambaye lilinunuliwa kwake, yaani huyo ambaye nchi hiyo ni miliki yake. Na hesabu, na hesabu zako zote zitaandamana. Shekeri ya mahali patakatifu gera ishirini zitakuwa shekeri moja. Mzaliwa wa kwanza mzaliwa wa kwanza tu katika wanyama aliyewekwa kuwa mzaliwa wa kwanza kwa Bwana, mtu awaye yote hatawekwa kuwa mtakatifu. Kama ni ng'ombe, kama ni kondoo, huyo ni wa Bwana ni kama, na kama ni mnyama asiye safi, ndipo atamkomboa kama ni hesabu yako ilivyo, naye ataongeza sehemu ya tano ya bei yake; au asikomborewe, ndipo atauzwa kama hesabu yako ilivyo. Pamoja na hayo, hakitauzwa wala kukombolewa kitu chochote kilichowekwa wakfu, ambacho mtu akiweka wakfu kwa Bwana katika vitu vyote alivyo navyo, kama ni mtu au mnyama au kama ni shamba la miliki yake lakini kitu kilichowekwa wakfu ni kitakatifu sana kwa Bwana. Kila aliyeweka wakfu aliyewekwa wakfu na binadamu hatakombolewa, sharti atauawa. Tena zaka yote ya nchi, kama ni begu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Ni kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake ataongeza sehemu yake ya tano juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya kumi watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Hata angaria kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya, wala hata mbadili na kama akimbadili na yote, ndipo wote wawili huyo na huyo aliyebadiliwa watakuwa ni watakatifu, hawatakombolewa. Haya ndiyo maagizo Bwana aliyowaagiza Musa na kwa ajili ya wana wa Israeli katika mlima Sinai. Wau, wow. Na nimefurahi sana kumaliza kitabu cha Warawi. Naomba ikaweze kukusaidia na ukaweze kujua mengi. Hadi wakati mwingine, kwa heri.